Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu popote pale ulipo ulimwenguni. Ah, watu wengi tumekuwa tukimtafuta Mungu katika kuomba, lakini maombi yetu yanakuwa hayana mwendelezo. Biblia inasema kuomba kwake mwenye haki kwa fasana akiomba kwa bidii. Mtu unapoamua kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi, unapaswa kuomba kwa bidii sana. Chochote unachokitafuta kwenye maombi ni lazima umaanishe mbele za Mungu. Mungu anataka uongeze bidii ya kuomba kwako. Ukiomba kwa kiwango kidogo, matokeo yake yanakuwa madogo vile vile, sawa, sawasawa na maombi yako. Ukiomba kiwango kikubwa, Mungu anaachilia matokeo makubwa vile vile, kwa kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Unahitaji bidii ya kuomba ili kuweza kufikia viwango vya maisha unaotamani kuwa. Kuna vitu havitatokea kwako mpaka uongeze bidii. Chochote kinachofanikiwa ulimwenguni kimewekiwa bidii. Kuna mtu alitia nia akaweka bidii katika kukitenda na katika kufanya vivyo hivyo, hata mbele za Mungu unapomtafuta Mungu umtafute kwa bidii. Wengi wetu tunaomba, tukishapata majibu ya aina fulani au dalili ya majibu tunaacha tena kuomba. Hiyo inasababisha kukatishwa tamaa na, na Mungu kumkatisha tamaa Mungu. Vile vitu ambavyo anatakiwa kute, kutendea anagaili kwa sababu bidii yako haidhihirishi uhitaji ulio nao. Kwa kiwango cha bidii ulio nayo kina aksi kiwango cha uhitaji ulicho nacho. Unavyokuwa na uhitaji mkubwa, unaongeza bidii ya kuomba kwa Maombi ni kitu muhimu sana kwenye maisha ya mtu. Maombi yanasimama kama ulinzi, lakini pia anasimama kama akiba. Kuna wakati unaweza ukawa umefikia kiwango cha kuumwa, au unapitia changamoto ya ugonjwa wa aina fulani, changamoto ya aina fulani ambayo inaweza kukuzuia kuomba. Lakini unapokuwa na maombi maendelevu, maombi ya kila wakati yenye bidii, yanaweza kukulinda hata wakati ambao umepungukiwa nguvu ya kuomba, hata wakati ambao ugonjwa umekushika, nguvu ya kuomba haipo. Maanake maombi ya kipindi cha nyuma yanaanza Kazi kwenye hilo eneo. Kwa hiyo unahitaji sana kuwa mtu wa maombi, kwa sababu kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa bidii. Ukiomba kidogo, hata kama una haki maombi yako manake, hakufai sana kuomba kwako kidogo, hakufai sana. Kuomba kwake kunafaa kwa, kuna kwa sababu ya ile bidii. Biblia nasema Elia alikuwa ni mtu mwenye bidii katika kuomba, akaomba, akaomba na mvua isinyeshe juu ya nchi na mvua ikunyesha, lakini pia akaomba mvua inyeshe juu ya nchi na mvua ikanyesha. Kilichoamua mbingu zinyeshe mvua au zisinyeshe ni kiwango cha maombi aliyoomba Elia. Unahitaji kuwa na bidii sana katika kuomba, ili yale mambo ambayo moyoni unaona ni magumu, kwa akili unaona ni magumu, yaweze kuwa rahisi katika ulimwengu wa roho na wa mwili, yatendeke kwa njia ambayo ni nyepesi bila wewe kutarajia cha. Kwa kiwango chako cha maombi kinaamua aina ya majibu unaweza kupata. Ukiongeza bidii ya kuomba, unaongeza ukubwa wa jibu ambalo Mungu anakupa, unaongeza ukubwa wa muujiza ambao Mungu anakupa. Kwa kadi unavyowekeza kidogo, ndivyo unavyovuna kidogo. Kwa kadi unavyowekeza sana ndivyo unavyovuna vingi. Hata kwenye maombi vivyo hivyo, unapaswa kuomba sana ili utendewe mambo makubwa. Kwa kadi unavyoomba kwa bidii ndivyo unavyofanikiwa sana. Hivyo jitahidi sana, mtu wa Mungu, popote ulipo ulimwenguni, uombe sana kwa bidii, ili matokeo yawe makubwa na yenye faida kwako na kwa jamii na kwa familia yako, katika jina la Yesu, amen.